Jenerali Jacob John Mkunda ambaye ni mkuu wa majeshi ya ulinzi. Asante sana. Asante sana. Yupo Luteni Jenerali Salum Haji Othman mnadhimu mkuu wa jeshi. Asante sana. Yuko Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele ambaye ni mkuu wa jeshi la kujenga taifa. Asante sana. Sana, yupo Jenerali mstaafu Robert Filemon Mboma mkuu wa majeshi wa tano. Jenerali mstaafu George Mwita Waitara ambaye ni mkuu wa majeshi wa sita. Yupo Luteni jenerali mstaafu Abdurrahman Amir Shimbo mnadhimu mkuu wa jeshi wa nane. Jenerali Fadhil Omar Nondo mkuu wa kamandi ya jeshi la nchi kavu. Yupo Meja Jenerali Shaban Baragash Mani mkuu wa kamandi ya jeshi la anga. Admiral Ameiri Ramadan Hassan mkuu wa kamandi ya jeshi la wanamaji. asante sana. asante sana Yupo meja jenerali Idi Saidi Mkambi mkuu wa kamandi ya vikosi chini ya makao makuu ya jeshi. asante sana sana. Yupo Brigedia Jenerali Eric Thomas Mlelwa mkuu wa kamandi ya jeshi la akiba. Sana. Yupo ndugu Obed Sayore kamishna wa sera na mipango. Sana. Yupo Meja Jenerali Balozi Wilbert Agustin Ibuge ambaye ni mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi NBC. Yupo. Asante sana, yupo, yupo Meja Jenerali Suleiman Mungia mzee ambaye ni mkuu wa chuo cha High Command Training Wing, karibu sana, asante sana. Yupo Meja Jenerali Jackson Jairos Mwaseba, mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli TMA. Sana. Asante sana waheshimiwa bunge. Mheshimiwa Dr Stergomena Tax anao wageni wengine, kwanza ni